na ndugu zangu, katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumzia kuhusu rafiki, na tukazungumzia mambo kadhaa ambayo kuwa ukiyatumia mambo hayo na ukiyazingatia, ukiyafanya kazi, unaweza ukamjua ni yupi rafiki yako kwa kweli, na ni yupi ambaye kwa anaishi naye wewe lakini mkiwa kama wapita njia tu, na akhiru al-mataf, tukasema kuwa tutaendelea katika vipindi vijavyo katika maudhui hii insha Allah, wa alyaum inshaallah sanastamiru fima wasalla. Na leo insha Allah tutaendelea katika maudhui hii hii, Eh, pale ambapo kwa tulifikia. Wa leo na leo tutatazama kaifa tuamilu sadiq, vipi utaamiliana na huyo rafiki huyo. Rafiki amekuwa tayari kushamjua, rafiki yangu wa kweli ni fulani. Sasa utafanya vipi, utaishi naye vipi, ili rafiki huyo wa kweli asiweze kutoka katika maisha yako na wale maadui wakapata kukufanyia istihzaa na kupata kufanyia uadui, kwa sababu kama tulivyosema, kwa rafiki huyu ndiye rafiki ambaye anarejesha shari za wale ambao kwa wanazilenga kwako, yeye anakuwa anasimama kidete kuzirejesha shari hizo. Kwa hiyo kama ataondoka rafiki kama huyu, basi watakuwa washapata nguvu na watakuwa washapata la kufanya. Na ndugu yangu katika imani nataka nikuambie tu, kwa fi hadhihi alhayat la budda an takuna laka sadiq, katika maisha haya lazima uwe na rafiki wa. Biduni sadiq la saada fi alhayat, na bila ya rafiki basi hakuna hakuna furaha yoyote ile katika maisha na kuwa na rafiki ni jambo ambalo ni zuri, hata fi din, hata katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. E, ni jambo ambalo ni zuri hapa e, duniani na akhira. Na miongoni mwa faida za kuwa na rafiki, mtume anasema e, katika hadithi yake, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Mtume anasema kwa watu wa aina saba atawaeka kwenye vivuli vyake katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ala wa huwa yaumul qiyama. Na hii siku hii ni siku ya kiyama, siku ambayo inaogopesha. Kwa hiyo miongoni mwa miongoni mwa hao watu ambao watapata vivuli vya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku hiyo Mtume akasema warajulani tahaba fillahi ijtamaa wa tafarraqa ala dhalik. Mtume anasema kuwa na watu wawili ambao kwa walipendana kwa ajili ya Allah, wakawa pamoja na wakatengana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwa na rafiki ni jambo la muhimu katika dini na katika maisha. Idhan alyum sanakhudhu umuran, kwa hivyo leo tutachukua mambo kadhaa, mambo ambayo unatakiwa uyatimize uyatekeleze wakati ukiwa na rafiki yako. Awaluha wa a'dhamu min hadhihi lumuri lbaqiya kulliha wa biduniha la tujadu hadhihi al'umur kulliha wala eh, as-sadaqa wala almahaba wala ayi shay'in akhar jamil. Jambo la kwanza na jambo ambalo kwa ni kubwa na la muhimu kulikoni hayo mengine yote ambayokuwa yanamebakia yani, na jambo ambalo kwa likikosekana jambo hili, basi hakutotokezea hakuto, jambo lolote lile zuri, ikiwa ni furaha, ikiwa ni kusaidiana hakutotokezea jambo lolote nzuri, isipokuwa mabaya tu. ala huwa alihtiram, na si jambo jingine, bali ni kumuheshimu yule rafiki yako. Kama alivyokuwa yeye anakuheshimu, basi na wewe unatakiwa umuheshimu, kwa sababu bila heshima hakuna kitu chochote ambacho kitatendeka kizuri. Usipomuheshimu, basi naye itafikia wakati hatokuheshimu kwa sababu ihtarim, tuhtaram, heshimu na wewe upate kuheshimiwa. Walihtiram la yutlab bal yuktasab, na heshima haiombi kwa mtu au rafiki aje akwambie ni heshimu ni heshimu. La, bali heshima wewe mwenyewe ndio unaitafuta wewe mwenyewe ndio unaitekeleza kwa sababu hainunulii dukani. Alihtiram la yustara Dukani. Heshima hainunuliwi dukani, ni wewe mwenyewe ambaye kwa utamheshimu rafiki yako huyo. Ukimheshimu basi ataendelea kukaa naye kwa vizuri na ataendelea kusaidia, na ukitomheshimu mwisho wa siku ata atachoka na ataachana na wewe, na wale maadui watapata la kufanya kwako na ndugu yangu, tunaendelea jambo la pili. Ni alwafa, jambo la pili ni uaminifu katika urafiki. Kukikosekana uaminifu, rafiki huo hautodumu, bali utakatika uta kwa muda mfupi sana, kwa sababu as-sadaqatu shajaratun